Ndugu zangu tunaendelea na kampeni na sasa za ya mkoa wa Katavi na Rukwa. Ndugu wananchi, kama ilivyoelezwa hapa kwenye mkoa wetu wa Katavi mengi yamefanyika na hatuwezi kuyataja yote. Ila niseme katika kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji, tumekamilisha ujenzi wa bandari ya Karema katika mwambao wa Ziwa Tanganyika jenzi huu ulitugharimu shilingi bilioni 47 karibu 48, kwa sababu ni bilioni 47 milioni 980 na 70. Utarahisisha usafirishaji wa abiria na mizigo kati ya Tanzania na nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na Zambia. Ujenzi wa bandari unaenda sambamba na ujenzi wa meli nne za mizigo katika ziwa Tanganyika na kazi hii inaendelea vizuri. Pia kuelekea mwaka 2030, tunataka kuona biashara kubwa kati ya Tanzania na DRC inapita katika bandari hii ya Karema. Kwa kuwa usafiri wa majini na reli vinategemeana, tumeshafanya usanifu kwa ajili ya maboresho ya reli ya Kaliua Mpanda, Yenye urefu wa kilomita mia mbili na kumi. Maboresho hayo yatapunguza muda wa usafirishaji kwa reli kutoka Kaliua hadi Mpanda kutoka masaa saba hadi nane na kufikia masaa mawili hadi matatu pekee.